Uh, naitwa uh, Uthmani Adam kutoka Dar es Salaam, kwa biashara amerudiwa wa jezi za Simba, pamoja na saa hii mashabiki wa Simba yeah, yeah, yeah, wamejitokeza kwa wingi na tunashukuru mheshimiwa rais, tunashukuru rais wa TFF Zanzibar ina, ina, hapo watu wa Zanzibar exposure wa wao, wanakazamo kwa kande moja au mwingine kwenye kupa so, uh, kia matokeo tutayaona tu baadaye huko majua sipa tuta ogelaa kidogo kuhusu goli mbili, lakini namwomba Mwenyezi Mungu masapoti waliojupa mashabiki wa Zanzibar pamoja na uongozi wa matai wa Zanzibar, kuna imani kitapinduka kitu na biashara tafajishe. Upo hapa tangu lini? Nipo hapa na siku ya tano. Ok, niambie namna kipato kinavyo, unavyokusanya kipato hasa anamtimwitikio wa biashara mwitikio mwitikio kwa siku za nyuma kidogo na katika naona, kuna jezi nyeupe blue na jezi nyekundu. Jezi gani ambazo zinatoka zaidi? kwa sababu mheshimiwa msemaji wa Simba dan Ahmed Ally wa aya leo leo, mmehamasishwa bwana, ni nyekundu tu hasa, tutarajii tena huko mfanye vinginevyo. Ingawa hata hivyo, sio mbaya sijezi yako bwana, lakini kauli yasemaje? Heshimiwe bwana, asante sana hapo.